Katika mashariki ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, kulikuwa na ukimya mzito uliotanda kama wingu jeusi juu ya miji na vijiji. Ukimya huu haukuwa wa amani, bali ulikuwa ukimya wa dola iliyopoteza sauti yake. Hakukuwa na hotuba, hakukuwa na maelekezo, hakukuwa na ishara yoyote ya mamlaka ya serikali. Wananchi waliamka kila siku wakijiuliza ni nani aliyekuwa bado anawatawala. Barabara zilikuwa wazi, lakini tupu, ofisi za serikali zilifungwa au ziliachwa bila ulinzi, na bendera ya taifa ilining'inia kimya bila nguvu, kana kwamba nayo ilikuwa imechoka. Wananchi walitazama kila kitu kwa macho yaliyojaa mashaka. Walihisi kuwa dola ilikuwa imejiondoa kimya kimya bila tangazo, bila maelezo, na bila kuwajulisha wale waliokuwa wameapa kuwalinda. Jeshi la serikali ambalo lilipaswa kuwa ngao ya wananchi lilionekana kama kivuli. Wanajeshi walikuwepo kwa macho, lakini hawakuwepo kwa vitendo. Hakukuwa na amri, hakukuwa na msimamo wa wazi. Kwa wengi, hili lilionekana kama ishara ya kushindwa kwa uongozi wa kitaifa. Watu walianza kunong'ona, ikiwa dola iko kimya, basi nani anasikiliza kilio chetu? Katika masoko akina mama waliuza bidhaa zao kwa tahadhari, wakitazama kila mgeni kama tishio linalowezekana. Watoto hawakwenda shule kwa kawaida, wazazi waliogopa kuwaacha nje ya macho yao. Wazee walikaa chini ya miti wakikumbuka nyakati ambazo, serikali hata ikiwa ilikuwa dhaifu, angalau ilionekana kuwepo. Sasa hata kivuli chake kilikuwa kimepotea. Ukosefu huu wa mamlaka ulisababisha hofu kubwa, lakini pia hasira iliyojificha. Wananchi walihisi kusalitiwa, walikuwa wamevumilia kwa miaka mingi maskini, ukosefu wa miundombinu na vurugu zisizoisha, wakiamini kuwa serikali ingewahi kusikia kilio chao. Lakini sasa kimya cha dola kilionekana kama jibu la mwisho: hakuna anayejali. Katika mazingira haya Taarifa zilianza kusambaa haraka. Watu walizungumza juu ya makundi yenye silaha yanayokaribia, juu ya mikataba ya kisiasa isiyoeleweka na juu ya mustakabali usio na uhakika. Serikali haikukanusha wala kuthibitisha chochote. Kimya wake uliwapa wengine nafasi ya kujaza pengo hilo kwa maneno yao wenyewe, kwa hofu zao, na kwa matumaini yao. kwa baadhi ya wananchi ukimya wa dola uliashiria mwisho wa enzi. Waliona kuwa uongozi uliokuwepo haukuwa tena na uwezo wala uhalali wa kuongoza. Kwa wengine ulikuwa mwanzo wa machafuko mapya, ambapo nguvu zingechukua nafasi ya sheria. Lakini kwa wote, jambo moja lilikuwa wazi: dola haikuwa tena mahali pa kutegemea. Usiku ulipoingia, taa chache zilimulikwa katika mitaa Sauti za mbwa zilivunja ukimya zikichanganyika na mawazo mazito ya watu waliokuwa hawajui kesho italeta nini. Katika nyumba nyingi familia zilikaa pamoja zikiomba kimya kimya, zikitumaini kuwa kesho ingekuwa bora kuliko leo. Ukimya wa dola haukuwa tu ukosefu wa maneno, ulikuwa ukosefu wa mwelekeo, ukosefu wa ulinzi, na ukosefu wa matumaini na katika pengo hilo kubwa historia mpya ilikuwa inaanza kuandikwa bila uhakika, kama ingetuletea uokovu au maumivu mapya. Baada ya ukimya wa dola, kitu kingine kilianza kujaza hewa, hofu. Haikuwa hofu ya ghafla, bali hofu iliyotambaa polepole, ikikaa mioyoni mwa watu kama mzigo mzito usioonekana. Habari zilienea kutoka mdomo hadi mdomo bila uthibitisho bila uhakika lakini zikiwa na nguvu ya kutikisa jamii nzima. Watu walianza kuzungumza juu ya viongozi wa makundi yenye silaha, juu ya ujumbe uliotumwa kwa siri au hadharani, na juu ya masharti yaliyowekwa kwa wananchi. Ilisemekana kuwa kulikuwa na vitisho kufanya au kutofanya jambo fulani, kushirikiana au kukaa kimya. Kwa wananchi wengi, haikuwa tena swala la kuchagua, bali swala la kuishi. Katika vitongoji, mikutano ya siri ilifanyika usiku. Wanaume na wanawake walizungumza kwa sauti ya chini, wakitazamana kwa tahadhari. Kila mtu aliogopa kuwa neno moja lisilo sahihi lingeweza kumweka hatarini. Hofu ilibadilisha mahusiano ya kijamii. Majirani hawakuwa tena na uhakika juu ya wenzao, na ukimya ukawa njia ya kujilinda. Vijana walikuwa katika hali ngumu zaidi wengine waliona shinikizo likiongezeka juu yao, wakitajwa kama nguvu ya nchi au watoto wa taifa. Maneno haya yalikuwa na uzito mkubwa. Kwa baadhi yao yalionekana kama wito wa uzalendo, kwa wengine yalikuwa mzigo wa kulazimishwa kubeba vita ambavyo hawakuvichagua. Wanawake na wazee walihisi hofu hiyo kwa namna tofauti. Walihofia usalama wa familia zao mustakabali wa watoto na kuvunjika kwa amani ndogo iliyokuwa imebaki. Kila siku ilianza na swali lile lile: je, leo kutakuwa na vurugu? Je, tutalazimika kukimbia? Vitisho havikuwa kila mara vya moja kwa moja. Wakati mwingine vilikuwa ni maneno yaliyofichwa, ishara au uwepo wa watu wenye silaha waliopita mitaani bila kusema chochote, lakini ukimya huo ulikuwa na sauti kubwa kuliko kelele. Uliwaambia wananchi kwamba nguvu ilikuwa imebadilisha upande na kwamba sheria haikuwa tena kinga ya kutegemewa. Katika hali hii, baadhi ya watu walijaribu kujipa matumaini, walijiambia kuwa labda mabadiliko yalikuwa yanakuja, kwamba mateso ya muda mrefu yangekoma ya, lakini matumaini hayo yalikuwa dhaifu, yakigongana na ukweli wa hofu na shinikizo. Kila matumaini yalikuwa na kivuli cha wasiwasi. Hofu na vitisho vilibadilisha mienendo ya kila siku. Shule zilifungwa mara kwa mara, biashara zikadumaa na watu wakajifunza kuishi kwa kusubiri. Kusubiri habari, kusubiri amri, kusubiri hatima yao. Hakuna aliyekuwa na uhakika wa kesho. Katika sura hii, jamii ilianza kuvunjika kimya kimya, sio kwa mabomu, bali kwa maneno, kwa vitisho na kwa shinikizo lisiloonekana. Na katika hali hiyo ya sintafahamu, wananchi waligundua kuwa hatari kubwa haikuwa tu katika silaha, bali pia katika hofu iliyokuwa imewafanya wakose sauti na mwelekeo. Asubuhi moja ilianza tofauti na nyingine zote. Hakukuwa na milio ya risasi wala kelele za vita kama wengi walivyotarajia. Kulikuwa na ukimya mwingine, lakini ulikuwa wa aina tofauti, ukimya wa kusubiri tukio lisilozuilika. Watu walitoka nje ya nyumba zao polepole pole, wakitazama barabara kuu kwa tahadhari, kana kwamba walihisi mabadiliko kabla hayajatokea. Ndipo wakaonekana makundi ya wanajeshi; yaliingia mjini kwa utaratibu, bila mapigano makubwa, bila upinzani wa wazi. Walitembea kwa kujiamini, wakichukua nafasi muhimu, barabara, vituo na maeneo ya kimkakati. Kwa macho ya wananchi, tukio hilo lilionekana la kushangaza. Wengi walijiuliza, jeshi la serikali liko wapi? Hakukuwa na tangazo rasmi, hakuna sauti ya redio ya serikali, hakuna hotuba ya viongozi wa kitaifa. Jeshi la serikali lilionekana kujiondoa au kubaki kimya, kana kwamba lilikuwa limekubali hali mpya bila kueleza sababu. Ukosefu huu wa majibu uliwaacha wananchi katika mshangao mkubwa. Kwa baadhi ya watu kuingia kwa majeshi haya kulionekana kama mwisho wa sintofahamu. Waliona nidhamu, mpangilio na mamlaka inayoonekana tena mitaani. Walihisi kuwa angalau kulikuwa na mtu aliyedhibiti hali. Kwa wengine, ilikuwa mwanzo wa hofu mpya. Walikumbuka historia ya mabadiliko ya nguvu yaliyokuwa yakiahidi amani ya lakini kuleta mateso mapya. Wanajeshi walipozidi kusogea ndani ya mji Maisha ya kila siku yalibadilika haraka. Biashara zingine zilifungwa, zingine zikafunguliwa kwa tahadhari. Wananchi walifuatilia kila hatua kwa macho makali. Hakukuwa na uhakika kama tabasamu lilikuwa salama au kama kunyamaza ndiko kulikuwa kinga bora. Katika mitaa, mazungumzo yalikuwa ya chini, ya haraka na yenye tahadhari. Watu walibadilishana habari. Nani alionekana, wapi kulikuwa na doria na nini kilitarajiwa. Kila taarifa hata ndogo ilikuwa muhimu. Hofu na matumaini vilichanganyika kwa njia isiyoeleweka. Wanawake walijaribu kulinda watoto wao, wakihakikisha wanabaki karibu. Vijana walijikuta wakitazamwa kwa macho ya mashaka, kana kwamba kila mmoja wao alikuwa anaweza kuwa upande wowote. Wazee walikaa kimya, wakitafakari mabadiliko ya haraka ya historia walioiona mara nyingi katika maisha yao. Kilichowaumiza zaidi wananchi haikuwa tu kuingia kwa majeshi, bali kutokuwepo wa sauti ya taifa. Hakuna aliyewaambia kinachoendelea, hakuna aliyewahakikishia mustakbali wao. Dola ilibaki kimya na ukimya huo uliwafanya wengi waamini kuwa mamlaka yalikuwa yamehamia mikononi mwa nguvu za silaha. Ilipofika jioni, mji ulikuwa umetulia kwa namna ya ajabu. Hakukuwa na shamra shamra wala kilio cha wazi. Kulikuwa na kusubiri, kusubiri kuona kama kuingia huku kungeleta utulivu au dhoruba. Katika macho ya wananchi, siku hiyo iliandikwa kama ukurasa mpya wa historia ukurasa ambao bado haukujulikana kama ungejaa matumaini au huzuni. Na hivyo kwa mara nyingine tena, hatima ya watu ilibadilika bila wao kuulizwa. Kuanzia siku hiyo, maisha yangeendelea chini ya macho ya mamlaka mpya, huku maswali yakibaki hewani. Je, huu ulikuwa mwanzo wa amani au mapumziko mafupi kabla ya maumivu mengine? Baada ya kuingia kwa majeshi hali mpya ilianza kujitokeza mitaani polepole, bila tangazo rasmi, sauti za watu zilianza kuongezeka. Kile kilichoanza kama mkusanyiko mdogo wa wachache kiligeuka kuwa mikusanyiko mikubwa. Watu walitoka nje, wengine kwa shauku, wengine kwa tahadhari, wakivutiwa na kile kilichoonekana kama mwanzo wa enzi mpya. Kulikuwa na nyimbo, makofi na vigelegele. Baadhi ya wananchi waliinua mikono yao juu, wakipiga makofi kwa nguvu, wakitaja neno ukombozi. Kwao haikuwa tu sherehe, ilikuwa njia ya kutoa hasira iliyokuwa imejilimbikiza kwa miaka mingi dhidi ya serikali walioiona kama dhaifu, isiyo na mwelekeo na iliyo wasahau. Kwa macho ya nje sherehe hizi zilionekana kama furaha ya kweli, lakini kwa ndani hisia zilikuwa zimechanganyika. Wapo waliocheza kwa matumaini, wakiamini kuwa mateso yao yangekoma. Wengine walishiriki kwa hofu, wakijua kuwa kutoonekana katika sherehe kungesababisha maswali au mashaka. Katika mazingira hayo, mstari kati ya hiari na shinikizo haukuwa wazi. Wanajeshi walikuwepo pembeni wakitazama, wakati mwingine wakitabasamu, wakati mwingine wakikaa kimya. Uwepo wao ulitoa hisia ya udhibiti. Wananchi walijua kuwa macho yalikuwa juu yao. Kila jambo, kila neno, kila ishara ilikuwa na maana. Furaha ilikuwa na mipaka isiyoonekana. Katika mitaa mingine sherehe zilichukua sura ya maandamano. Vijana walitembea wakipiga kelele, wakitangaza mwisho wa utawala wa zamani. Walizungumza kwa sauti ya juu juu ya heshima, haki na uhuru, lakini hata katika maneno yao ya ujasiri kulikuwa na kivuli cha sintofahamu. Hakuna aliyekuwa na mpango ulio wazi wa kesho. Wanawake walitazama kwa macho makali, wakijaribu kusoma hali halisi. Walijua kuwa historia ilikuwa imejaa ahadi zilizovunjika. Wazee walioketi pembeni walitikisa vichwa vyao pole pole. Walikuwa wameona sherehe kama hizi hapo awali, zikifuatiwa na maumivu mapya. Kwao sherehe haikuwa jibu, bali swali. Usiku ulipoingia, mji uliendelea kujaa kelele za furaha, lakini ndani ya nyumba nyingi mazungumzo yalikuwa ya chini na yenye wasiwasi. Watu waliulizana, je, huu ni ukombozi wa kweli au ni mwanzo wa mamlaka nyingine itakayotuacha tena? Sherehe hizi zilifunua ukweli mmoja muhimu: wananchi walikuwa wamechoka, walikuwa wamechoka na kusubiri na kuishi bila uhakika. Kwa hiyo hata wazo la mabadiliko, hata kama halikuwa wazi, lilitosha kuwafanya washike kwa nguvu neno ukombozi. Lakini katika furaha hiyo, kulikuwa na pengo kubwa la maswali yasiyojibiwa. Hakukuwa na mpango wa wazi wa utawala wala ahadi zilizoandikwa. Kulikuwa tu na hisia, kelele na matumaini yasiyo na mizizi imara. Historia iliendelea kuandikwa, si kwa kalamu ya makubaliano, bali kwa sauti za umati, na hivyo sura ya sherehe ikaacha alama yake, picha ya watu wanaoshangilia leo, huku kesho ikiwa bado gizani. Ukombozi ulikuwa neno lililotamkwa kwa nguvu, lakini maana yake halisi ilikuwa bado haijafahamika. Baada ya sherehe kupungua na sauti za vigelegele kuzimika, ukweli ulianza kujitokeza polepole. Asubuhi zilirejea katika hali ya kawaida, lakini kawaida hiyo haikuwa tena ile ile ile. Kulikuwa na utulivu wa ajabu, utulivu uliojaa maswali mengi kuliko majibu. Wananchi waliamka kila siku wakiwa na matumaini madogo lakini pia na mashaka makubwa. Wengine walianza kuuliza, baada ya ukombozi, nini kinafuata? Hakukuwa na majibu ya wazi, hakukuwa na mipango iliyoelezwa hadharani wala mwelekeo wa wazi wa mustakabali wa kisiasa na kijamii. Maisha yaliendelea, lakini chini ya kivuli cha sintofahamu. Katika mitaa, baadhi ya biashara zilijaribu kufunguliwa tena. Lakini hofu haikuondoka kabisa. Watu walikuwa waangalifu katika maneno yao, wakipima kila sentensi kabla ya kuizungumza. Uhuru uliotamkwa katika sherehe haukuonekana kikamilifu katika maisha ya kila siku. Badala yake, kulikuwa na nidhamu mpya isiyoeleweka vizuri, lakini iliyohisiwa na wote. Familia nyingi zilikuwa bado zimegawanyika. Wapo waliokimbia, wakivuka mipaka kutafuta usalama. Wengine walibaki wakijaribu kuanza upya bila uhakika kama walikuwa wamefanya uamuzi sahihi. Simulizi za mateso, kupotea kwa watu na maisha yaliyovunjika ziliendelea kusikika kwa sauti ya chini, zikikungusha kuwa bei ya mabadiliko ilikuwa kubwa. Wanawake walibeba mzigo mkubwa zaidi. Walijaribu kulinda familia zao, kurejesha utulivu ndani ya nyumba na kutoa tumaini kwa watoto waliokuwa wameona mengi kuliko umri wao. Watoto waliuliza maswali rahisi lakini mazito: je, vita vimeisha? Hakuna aliyekuwa na uhakika wa jibu. Wave walizungumza kwa busara, wakikumbusha jamii kuwa historia ya nchi ilikuwa imejaa mizunguko ya matumaini na maumivu. Walionya dhidi ya kushangilia sana bila kuona matendo Kwao, ukombozi wa kweli haukuwa kubadilisha waliokuwa na silaha bali kurejesha heshima ya mwananchi, haki na amani ya kudumu. Kadri siku zilivyopita, ilionekana wazi kwamba simulizi mbili zilikuwa zinaishi pamoja. Kulikuwa na simulizi ya matumaini ya wale walioamini kuwa mabadiliko, hata kwa njia ya ngumu, yalikuwa bora kuliko hali ya zamani, na kulikuwa na simulizi ya mashaka ya wale walioogopa kuwa historia ilikuwa inajirudia kwa sura mpya. Katika pengo kati ya simulizi hizi mbili, wananchi wa kawaida walijikuta wakiwa wahanga wa hali. Hawakuwa wanatafuta ushindi wa kisiasa wala kauli kali. Walitaka tu kuishi kwa amani, kulea watoto wao na kuona kesho iliyo bora. Ndiyo sauti ambayo mara nyingi haikusikika katika kelele za nguvu na mamlaka. Mwisho wa sura hii haukuwa hitimisho la uhakika, bali mwaliko wa tafakari. Mustakabali ulikuwa bado wazi, ukiandikwa kila siku kwa maamuzi ya wale waliokuwa na nguvu, lakini pia kwa uvumilivu wa wananchi. Kati ya matumaini na mashaka, watu waliendelea kuishi, ngojea siku ambayo neno ukombozi lingepata maana halisi katika maisha yao ya kila siku. Na hapo simulizi halikuishia bali liliachwa mikononi mwa historia na kwa sauti ya wale ambao mara nyingi hawana sauti, lakini wana ndoto ya amani ya kweli. Usisahau kujisajili kwenye chaneli yetu ya YouTube kwa video zaidi, simulizi za kina na taarifa. Afrika TV, washa kengile, ili usikose video mpya. Asante kwa sapoti yako.